Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kupitia jina la mwanaume Yesu Kristo. Karibu tena katika chaneli yetu tupate nafasi ya kujifunza na kulisikia neno la Mungu kwa pamoja kama vile ambavyo Kristo amekusudia tulisikie neno lake. Aa, nimekuwa ninazungumza ni kwa habari ya watu na nimekuwa nikizungumza kwamba watu ni rasilimali muhimu sana. Mungu akitaka kukubariki na Mungu akitaka kukuinua Mungu anatumia watu. Lakini leo pia nataka nikueleze kwamba shetani akitaka kuyavuruga maisha yako, na shetani akitaka pia kukukwamisha, shetani anatumia watu, na leo nitakuonesha jinsi ambavyo watu wanaweza wakayakwamisha maisha yako. Taito ya leo ni namna ambavyo watu wanaweza wakayakwamisha maisha yako, na nitakupa mifano kadhaa kutokea kwenye maandiko na kutokea kwenye mifano hii utaelewa ni kwa namna gani watu wanaweza kukwamisha maisha yako. Mfano wa kwanza nitakupatia ni kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mpaka ile sura ya 13, ni sura mbili. Mwanzo sura ya 12, sura ya 12 na ile sura ya 13. Sura ya 12 ni wakati Mungu anamuita Ibrahim, wakati Mungu anamwita Ibrahim, Mungu anamwambia Ibrahim, toka wewe katika nchi ya baba yako uende mpaka katika nchi ile mtakayokwambia. Nilichojifunza kutokea kwenye mstari huu wa kwanza ni kwamba baraka ya mtu imefungwa kwenye eneo. Kuna eneo fulani unaweza ukawa unakaa na ukawa unafanya kazi kwa bidii na ukawa unajituma, lakini sio kwa sababu ni eneo ambalo Mungu amekusudia ukae hapo, hautaona matokeo. Kwa sababu baraka ya Mungu imefungwa kwenye eneo. Ili Mungu ambariki Ibrahim ilikuwa ni lazima Mungu amtoe Ibrahim katika nchi ya baba yake. Kwa hiyo kuna wakati mwingine utamwambia Mungu niinue, Mungu nibariki, Mungu nifanikishe. Jambo la kwanza ambalo Mungu atalifanya kabla ya kukufanikisha na jambo la kwanza ambalo Mungu atalifanya kabla ya kukuinua, Mungu atakutoa kwenye eneo ambalo si la kwako. Sasa Mungu anapomtoa Ibrahim katika ile nchi ya baba yake, Mungu anamwambia Ibrahim aende katika nchi ile atakayomwambia. Ibrahim hakuondoka peke yake. Ibrahim aliondoka na ndugu yake anaitwa Rutu. Kweli wakafika mahali wakafunga mahema, wakaanza kuishi hapo. Sasa nisikilize, aliyekuwa ameitwa na Mungu hakuwa Rutu, alikuwa ni Ibrahim. Lakini Rutu alipokaa karibu na Ibrahim, ile neema na baraka iliyokuwa juu ya Ibrahim ikaanza kuhamia kwa Rutu. Kuna watu unapofuatana nao kwenye maisha yako baraka ya kimungu iliyopo kwao inaanza kuamia kwenye maisha yako. Ndio maana kuna kitu tunakiita ufuasi. Sio kila mtu ameitwa na Mungu. Kuna watu ameitwa na Mungu, alafu wengine wanapaswa kutumika chini ya wale walioitwa na Mungu. Neema ile ambayo Mungu ameweka kwa wale walioitwa, neema ile itakuwa ina flow na kwa hao ambao watakubali kutumika chini yao. Aliyekuwa ameitwa na Mungu alikuwa ni Ibrahim. Rutu alipokubali kuwa mfasi mwaminifu wa Ibrahim, baraka ya kimungu iliyokuwa juu ya Ibrahim ikaanza kuhamia kwa Lutu. Mafanikio ambayo Mungu alikuwa ameweka kwa Ibrahim yakaanza kuhamia kwa Lutu. Ustawi ambao Mungu alikuwa ameweka kwa Ibrahim ukaanza kuhamia kwa Lutu. Kwa hiyo kama baraka ya Ibrahim iliweza kuhamia kwa Lutu, kinyume chake, kuna watu wana roho za mapepo, kuna watu wana roho za giza, kuna watu wana roho za kukataliwa wanapoingia kwenye maisha yako ile roho ya giza inayopereti kwenye maisha yao inaanza kuopereti kwenye maisha yako. Ile roho ya kukataliwa inayopereti kwenye maisha yao unaanza kukuta inaopereti kwenye maisha yako. Ile roho ya mauti inayofanya kazi kwenye maisha yao unaanza kukuta na wewe inafanya kazi kwenye nini? Kwenye maisha yako. Kama baraka ya Ibrahim iliweza kutoka kwa Ibrahim ikahamia kwa Rutu, uwe na uhakika ni kwamba roho katika ulimwengu wa roho huwa vinatransfer kwa kama nitakutana na mtu ambaye ana roho za giza ana kipepo, analoza kukataliwa, zile lo zitaanza kutransfer na kuja kwenye maisha yangu, kwani kwenye maisha yangu. Ujasoma maandiko Biblia inasema hivi, Yusufu alipoingia kwenye nyumba ya Potifa kila kitu ambacho Yusufu alikuwa nakishika kilikuwa kinafanikiwa, kwa sababu roho ya Mungu alikuwa pamoja na Yusufu. Kwa hiyo kilichokuwa kinasababisha Potifa afanikiwe sio kwa sababu Potifa alikuwa anastahili, alikuwa anastahili kufanikiwa au kubarikiwa, kilichosababisha Potifa abarikiwe ni kwa sababu Potifa alimkaribisha Yusufu, ambaye Yusufu ndani yake alibeba baraka kwao kilicho kwake kinasababisha nyumba ya Potifa ienee na kustawi, ni kwa sababu ya baraka iliyokuwa juu ya nani? Iliyokuwa juu ya Yusufu. Kwa hiyo kufanikiwa kwa Potifa kulikuwa kuna mtegemea Yusufu. Kinyume chake, hivo hivo, unaweza ukakaribisha watu ambao wana roho za giza, wana roho za kukataliwa. Lile giza na kule kukataliwa kulikopo kwenye maisha yao ukaanza kufanya kazi kwenye maisha yako. Nilisikia ushuhuda wa mama mmoja. Huyu mama anasema yeye na mume wake walikuwa wanafanya biashara na biashara zilikuwa zinaenda Mme wake alikuwa mfanyakazi wa serikali, yeye alikuwa ni mfanyabiashara. Anasema wakamleta mdada wa kazi. Yule mdada wa kazi alipokuwa ameingia ndani, nini kinatokea? Anasema ghafla, kwanza vikombe vikaanza kupasuka. Vikombe vikaanza kupasuka. Sahani zikaanza kupasuka. Wakawa wanasema inawezekana ni mgeni ametoka kijijini, hajui kutumia hivyo vyombo, ndio maana vinapasuka. Kumbe Mungu alikuwa nawapa ishara kwamba mmemkaribisha mtu mwenye roho ya mauti. Wanasema yule binti alikaa miezi mitatu mle ndani. Alipokaa mle ndani miezi mitatu, nini kinatokea? Biashara yule mama ikakwama, akafirisika, yule baba akafukuzwa kazi. Baadaye wakawa wameachana. Walipoachana siku moja, yule mama ameenda kwenye ibada ya kinabii. Wakati ameenda kwenye ibada ya kinabii, baadaye nabii akamwita, akamwambia unajua ni kwa nini uliachana na mume wako na unajua kwa nini biashara zako zilikwama? Yule mama anasema, sielewi changamoto ilikuwa ni nini. Mtumishi wa Mungu anamwambia yule mama, ulimkaribisha mtu mwenye roho ya mauti. Huyu mtu alipoingia kwenye familia yako huyu mtu alipoingia kwenye ukoo wako huyu mtu alipoingia kwenye mfumo wa maisha yako kutokea hapo we kila kitu kilikwama. Nimekuwa ninasikia watu wanasema, ukiwa na jambo fulani usimshirikishe mtu fulani. Ukimshirikisha tu unakuta kutokea hapo jambo lako limekwama. Kwa sababu gani? Kuna watu wana roho za mauti, kuna watu mikono yao imebeba mauti. Chochote ambacho utamshirikisha akiwa kwenye maisha yako, kitendo tu cha kumshirikisha lazima kikwame, kitendo tu cha kumshirikisha lazima kiharibike. Kuna watu wana mikono mibaya, mikono yao imebeba mauti. Ndio maana hata huyu mtu akishika chakula unakuta chakula kimechacha, akishika chakula unakuta chakula kimeharibika nini? Roho ya mauti imekaa juu yake, uvuto wa mauti imemfunika. Kama baraka iliyokuwa juu ya Ibrahim, e iliweza kuhamia kwa Ruth. Maana hata kuna watu wana uvuto wa mauti, wana maroho ya kukataliwa, wana maroho ya giza. Wanapokuja kwenye maisha yako, yale yanayopalete kwenye maisha yao ndio unakuta yanaanza kuoperate na wewe kwenye maisha yako. Kuna binti moja tulikuwa tunamwombea huyu binti, kila tukimwombea alikuwa na dodoka mapepo. Siku moja nikaenda kwa Roho Mtakatifu, nikaenda kwa Roho Mtakatifu nikamwona shida ni nini. Roho Mtakatifu anambia shida sio huyu binti, shida ni rafiki yake. Rafiki yake ndo ana mapepo, mkimwambia yeye akifunguka, akienda kwa rafiki yake, yule rafiki yake anamjaza tena mapepo. Namna nzuri ya kumsaidia huyu binti ni kumdisconnect. Tulipofanikiwa kumdisconnect, kweli yule binti hakuwahi tena kudondoka mapepo. Kuna watu leo mna mapepo hayo mapepo mlionayo, watu wa Mungu sio ya kwenu. Hayo mapepo mlionayo yanatokana na wakina nani ambao mnaambatana nao. Watu ambao unaambatana nao wana nguvu kubwa sana ya kukuamria maisha yako. Kuna watu maisha yenu yamekwama, maisha yenu yaendi kwa sababu ya watu mlioambatana nao. Lutu alipoambatana na Ibrahim, baraka iliyokuwa juu ya Ibrahim ikaanza kwamia kwa Lutu. Kuna watu unaweza kuambatana nao kwenye maisha yako giza lililopo kwenye maisha yao likaanza kufanya kazi kwenye maisha yako. Kukataliwa kulikopo kwenye maisha yao kukaanza kufanya kazi kwenye maisha yako, matatizo, shida. Kuna watu mlikuwa mjui kukopa, yani mikopo mlikuwa mnaiogopa, lakini kuna watu mlipokumbatia, kuna watu mlipokaribisha kwenye maisha yenu, ghafla mmejikuta roho ya madeni imeingia kwenye maisha yenu, yani siku hizi hamjisikii vizuri kuto kukopa, yani furaha yenu ni mwe na madeni, watu wawasumbue, watu wawapigie simu. Lakini ukifuatilia vizuri, kukopa hukuwa nako zamani huko, kukopa umekutolea wapi? Huko kukopa umekutolea kutoka kwa watu ambao unaambatana nao. Sasa nisikilize, Ibrahim na Lutu walipokuwa na kaa pamoja, walikuwa nafanikiwa, lakini haikuwa mpango wa Mungu Ibrahim na Lutu wakae pamoja. Kuna watu unaweza ukaona kanaao pamoja, amekuwa nafanikiwa na mambo yakawa yanaenda, lakini sio mpango wa Mungu wewe na wao mkae pamoja. Sasa so, inawezekana Mungu akawa namsemesha mara nyingi, Ibrahim, Ibrahim amwachie Lutu, na kila Mungu akimsemesha Ibrahim, Ibrahim anakaza fuvu. Biblia inasema ghafla ukatokea ugomvi kati ya wa wafugaji wa Ibrahim na wafugaji wa Rutu. Sio kila ugomvi unaotokea ni mapepo yamerusu au ni shetani yamerusu. Kuna ugomvi mwingine ni Mungu mwenyewe anauruhusu ili kututenganisha na watu wanaozuia baraka zetu. Ule ugomvi ulipotokea, Ibrahimu akamwita Lutu akamwambia, mimi na wewe ni ndugu, sio vyema tukapishana na sio vyema tukagombana, tafuta eneo ambalo utaenda na mimi nitaenda eneo lingine. Biblia inasema, Lutu akalitazama bonde ya Sodoma na Gomora, akaona ni bonde zuri, akaona linafaa, akamwambia Ibrahimu, mimi nitaenda kwenye bonde la Sodoma na Gomora. Nini kinatokea? Lutu alipoondoka tu kwenye maisha ya Ibrahim ndipo ambapo Mungu anamwambia Ibrahim, nyanyua macho yako, nchi yote hii nimekupa wewe. Mungu hakuwahi kumwambia haya maneno Ibrahim, ni mpaka siku Lutu anaondoka kwenye maisha yake. Kuna watu umewakumbatia kwenye maisha yako, umewapa nafasi kubwa, lakini kimsingi ndio akina Lutu wako, wanaosababisha usione baraka ya Kimungu kwenye maisha yako. Hao akina Lutu ndio wanaosababisha usimsikie Mungu. Siku atakapoondoka kwenye maisha yako, ndio siku ambayo Mungu atafungua macho yako. Na Mungu Mungu atafungua masikio yako ya ndani. Mungu ataanza kukuonyesha baraka alizovikusudia uzipate kwenye maisha yako. Nisikilize, kuna watu Mungu huwa anawaleta kwenye maisha yetu kwa kitambo, wanatakiwa kutusaidia Kitambo chao kikiisha, wanatakiwa kuondoka. Tukiendelea kuwang'ang'ania, watageuka kuwa miiba kwetu. Mtu yoyote atakayeondoka kwenye maisha yako, jifunze kumwachilia aende. Biblia inasema kama wangelikuwa ni wetu, wangelibaki kwetu. ile kwamba wameondoka, sio wa kwetu, lazima tuwaache waende. Usiwang'ang'ania sana watu kwenye maisha yako. Hao unaowang'ang'ania ndio ambao ni miiba, wanaosababisha usibarikiwe, wanaosababisha usifanikiwe, wanaosababisha ustawi, wanaosababisha maisha yako yabaki hapo hapo Ibrahim na Ibrahim walikuwa wanamng'ang'ania Lutu, lakini Ibrahim vide, kwa kufanya vile alikuwa hajui kwamba anazuia baraka ya Mungu kwenye maisha yake. Siku Lutu alipoondoka ndio siku ambayo Mungu anamwambia Ibrahim, nyanyua macho yako, nchi yote hii nimekupa wewe. Kuna kiwango cha sauti ya Mungu ili ukipate, kuna kiwango cha usikivu ili kitokee ndani yako. Ni lazima kuna watu kwa gharama yoyote ile uwaondoe kwenye maisha yako, hata kama unawapenda, hata kama umewapa nafasi kubwa kwa namna ipi, hata kama unasema huyu ni BFF chochote ambacho kinatokea kwenye maisha yangu lazima nimshirikishe. Kuna watu mmewapenda mmewapa nafasi kubwa mmewapa vyo vikubwa kwenye maisha yenu, unasema huyu ni kila kitu kwenye maisha yangu, lakini natamani kukueleza kuna wengine mmewapa nafasi hizo, ndiyo sababu ya wewe kuto kubarikiwa, ndio sababu ya wewe kuendelea kuteseka na dhambi, ndio sababu ya wewe kuendelea kuteseka na mapepo. Salama yako ni kuwaondoa hawa watu, na hawa watu tunawaondoaje? Hawa watu hatuwaondoe kwa kuwaambia kwamba nimegundua wewe sio mtu sahihi kwenye maisha yangu, ondoka. Hawa watu huwa tunaomba. Tunapoomba ghafra, maombi katika ulimwengu wa roho yanatutengenezea kiambaza kati yetu sisi na wao. Ndio maana unakuta baada ya kufanya hili ombi from nowhere tu kuna mtu ulikuwa umempa nafasi kubwa; unampigia simu hapokei tena, unampa tena muda kama ulivyokuwa unampa zamani, wala unakuta hakupi tena ushirikiano wote. Usiseme nini kimetokea, maombi yamemuondoa kati ya ombi. Unalopaswa kujifunza kuliomba mara kwa mara ni ombi hii, na kumwambia Mungu: yoyote ambaye yupo kwenye maisha yangu ambaye Mungu ni rutu, ambaye anasababisha mimi nisikuone wewe, anayezuia baraka yako isije kwenye maisha yangu, inamuondoa katika jina la Yesu. Na kama wetu kwetu ile kwamba wameondoka, utakapoanza kuomba ombi la namna hii, utaona kuna watu uliwakumbatia uliwapa nafasi kubwa, ni watu unawafurahi, lakini from now tutakuta wanaondoka. Wakiondoka waache waende. Biblia inasema wangelikuwa wetu wangelibaki kwetu, ile kwamba wameondoka, hawakuwa wa kwetu, let them go, waache waende, ili waje watu wengine sahihi ambao Mungu amewakusudia kwenye maisha yako. Ikifika saa ya mtu kuondoka kwenye maisha yako, usinyang'anie hata kama mlifanya mambo mengi kwa pamoja, hata kama mlishindikana, kuna vitu vingi, hata kama kuna wakati mlilala pamoja msaidiana, kuna shida la arona sayaye kuondoka kwenye maisha yako imefika, let them go, waache waende, waache waende, waache waende. Wanapoondoka watu ambao sio sahihi, ndio milango ya watu ambao ni sahihi inafunguka kuja kwenye maisha yetu. Huo ni mfano wa kwanza. Tunaona kilichokuwa kinasababisha Ibrahim asipate sauti ya Mungu, alikuwa ni rutu. Rutu anapoondoka ndio wakati ambao Mungu anafungua masikio ya Ibrahim. Mungu anamwambia Ibrahim, nchi yote hii nimekupa wewe. Kwa hiyo kusikia sauti ya Mungu kwa Ibrahim kulikuwa kunategemea rutu aondoke kwenye maisha yake. Ngoja nikupe mfano wa pili kwenye maandiko, kitabu cha Isaya sura ya sita mstari wa kwanza. Isaya anasemaje? Anasema, katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia nami nalimwona Bwana. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia nami nalimwona Bwana. Narudia tena, katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia nami nalimwona Bwana. Mfalme Uzia alikuwa ni mjomba wake Isaya. Siku za mfalme Uzia Isaya hakuwahi kumwona Bwana. Kwa lugha nyingine, mfalme Uzia alikuwa anasimama kama kiambaza, alikuwa anasimama kama kizuizi cha Isaya kuto kumwona Bwana. Sasa angalia kitu cha ajabu, Isaya akiwa amemwona Bwana anasema, ole wangu mimi ni mtu mwenye midomo mechafu. hmm. Ole wangu mimi mtu mwenye midomo michafu. Isaya huyu ametabiri sura ya kwanza, ametabiri sura ya pili, ametabiri sura ya tatu, ametabiri sura ya nne, ametabiri sura ya tano, ametabiri sura ya sita. Sura ya sita anasema ole wangu mimi mtu mwenye midomo michafu. Maanake tangu sura ya kwanza Mungu alikuwa anamtumia Isaya ijapokuwa ha? Isaya alikuwa na midomo michafu. Jambo nalotamani kukueleza ni kwamba usiogope kumtumikia Mungu kwa sababu ya madhaifu yako. Mungu hakuumba udhaifu, udhaifu ni matokeo ya dhambi, lakini Mungu anautumia udhaifu ili kuikamilisha neema yake kwenye maisha ya mtu. Mungu hakuumba udhaifu, udhaifu ni matokeo ya dhambi, lakini Mungu anautumia udhaifu ili kuikamilisha neema yake kwenye maisha ya mtu. Mungu hatumii vitu vilivyokamilika. Mungu ana uma vitu vyenye madhaifu, vitu ambavyo kwa jinsi ya kibinadamu tusingetegemea kwamba vitumiwe. Isaya alikuwa na mdomo mchafu, pamoja na kwamba alikuwa na mdomo mchafu, pamoja na hayo Mungu akuacha kumtumia. Lakini sasa Isaya, siku anapata nafasi ya kumwona Bwana, anasema ole wangu mimi mtu mwenye midomo michafu. Kwa hiyo Isaya kuwa na midomo michafu ilikuwa inatokana na mjomba wake ambaye alikuwa anaitwa Uzia. Kuna watu mna tabia hizi. Tabia kimsingi, watu wa Mungu, sio za kwenu hizi tabia, zinatokana na watu ambao mnashinda nao. Kuna mtu utagundua leo umekuwa ni mbea, lakini huu mbea sio kwa sababu unataka kuwa mbea. Huu mbea unatokana na watu ambao unashinda nao. Kuna watu zamani hamkuwa na kiburi, mlikuwa ni wanyenyekevu, mlikuwa ni wasikivu, mlikuwa ni wapole, lakini kuna aina fulani ya watu mlipo wakumbatia na mlipo wapa nafasi kwenye maisha yenu, kuna kiburi fulani kimejengeka ndani yenu. Hata nyinyi hamuelewi hichi kiburi kimetokea wapi. Hichi kiburi ambacho kipo kwenye maisha yenu kinatokana na watu ambao mnaambatana nao watu ambao unaambatana nao wana nguvu kubwa sana ya kukuamlia tabia. Tabia nyingi ulizonazo leo zinatokana na watu ambao unaambatana nao. Hauwezi kuambatana na wazinzi na ukasema wewe sio mzinzi. Ndio maana mtu mmoja akasema Show me your friend, I will show you your future. Aina ya watu ambao unashinda nao ni unabii mkubwa kwa habari ya kesho kesho yako. Kesho yako itakuwa wapi? Kuna tabia fani unazo kuna aina fani ya maisha uko nayo, haya maisha yanatokana na watu ambao unaambatana nao matokeo ya Isaya kuwa na mdomo mchafu yalikuwa yanategemea ni nani ana shida na Isaya. Alikuwa na shida na Uzia, ndio maana alikuwa ni mtu mwenye mdomo mchafu. Siku Uzia anapoondoka ndio siku ambayo Isaya anajigundua, oh, kumbe nilikuwa na mdomo mchafu. Kuna watu unapokaa nao kwenye maisha yako hata dhambi mnaona sio dhambi, dhambi mnaanza kuvipaka rangi, si wa watu wakiondoka na maisha yako, utagundua kwamba hiki ninachokifanya ni dhambi, hichi ninachokifanya sio sahihi. Lakini pointi yangu kubwa, nilichotaka kukuonyesha ni kwamba Uzia alikuwa ni sababu ya Isaya kuto kumwona Bwana. Siku ambayo Uzia anaondoka ndio siku ambayo Isaya macho yake anafunguliwa anamuona Bwana. Kuna watu umewakumbatia, kuna watu umewapa nafasi kubwa kwenye maisha yako, kuna watu wanasema huyu ni kila kitu kwenye maisha yangu, lakini natamani kukueleza kwamba huyo ambaye umemkumbatia na umempa nafasi kubwa kwenye maisha yako huyo ndiye Uzia wako anayesababisha usimwone Bwana. Siku uyo Uzia akiondoka, siku uyo Uzia akiondoka ndio siku Mungu atafungua macho yako, Mungu atafungua masikio yako na Mungu atasababisha umwone kwa ukubwa. Sikiliza, kuna watu wanaitwa wakinayona. Biblia inasema kwamba merikebu ilikuwa inaenda vizuri, merikebu wakati inaingia inaenda vizuri. Yona alipoingia kwenye merikebu merikebu yote ilianza kupigwa kwa sababu ya Yona. Kuna watu maisha yenu yanayumba, kuna watu maisha yenu hayaendi sawa, kuna watu maisha yenu yamevurugika, lakini chanzo cha kuvurugika kwenye maisha Chanzo cha kuvurugika kwa maisha yenu, kuna watu wakinayona. Kuna watu wanaitwa wakinayona mwakaribisha kwenye maisha yenu. Tangu wakinayona walipoingia kwenye maisha yenu maisha yenu maisha yenu yameanza kuyumba. Tangu wakinayona walipoingia kwenye maisha yenu maisha yenu yamepata tabu. Tangu wakinayona wameingia kwenye maisha yenu maisha yenu yamevurugwa salama yako. Ili wewe uwe salama maisha yako yakae sawa tena, hauna budi kwa gharama yoyote hiyo kuondoa wakinayona, na kinachoondoa wakinayona wa Wanaondoka kwa maombi, wanaondoka kwa maombi. Usimfuate mtu, kamwambia mtu nimegundua, kuanzia leo wewe sio mtu sahihi, ondoka. No, unachopaswa ni kuomba, alafu Mungu mwenyewe atakuondolea kina Yona, atakuondolea kina Uzia, atakuondolea kina Rutu ambao wapo kwenye maisha yako sio sahihi. Mfano labda nikusemeshe kitu kidogo, watu wengi leo wapo kwenye ndoa, watu wengi leo wapo kwenye mahusiano, lakini kwenye ndoa na haya mahusiano, watu hao wanateseka sana, lakini ukifuatilia vizuri hawa watu wanateseka kwenye haya mahusiano na ndoa, walipata watu ambao wa sio sahihi. Na kwa nini walipata watu ambao wa sio sahihi? Walipata watu ambao wa sio sahihi ni kwa sababu wa kuomba, usipokuwa na utaratibu wa kuomba mara kwa mara watakuja watu ambao sio sahihi kwenye maisha yako. Badala ya kuyajenga maisha yako watavuruga, badala ya kuyasimamisha maisha yako watavuruga. Kuna watu hapo kwenye ndoa leo wanatoa machozi, wanasema hivi ah, kama wasinge alikuwa watoto mimi kwenye hii ndoa nisinge baki. Ah, kuna watu leo wapo kwenye ndoa, ni wanaume, wanaume wanatoa machozi, wanalia, wanasema ninajuta huyu mke jinsi ambavyo nilimpata, yani kwa kweli, kwa kweli natamani Mungu amuondoe huyu mwanamke duniani ili maisha yangu ya salama. Lakini ukifuatilia kwa makini na ukifuatilia kwa ufanisi utagundua hawa watu ambao wanajuta kwenye ndoa sio watu ambao walitoka kwa Mungu, ni watu ambao walijitafutia wao wenyewe. Nachotamani kukushauri, mtu yoyote anayekuja kwenye maisha yako, bila kujali uzuri wake, bila kujali muonekano wako muonekano wake, kabla hujamkubalia kuambatana na wewe kwenye maisha yako, hakikisha unaomba. Kuna watu wengi leo mnaumizwa kwenye mahusiano, mnaumizwa kwenye ndoa, lakini ukiangalia huyu mtu uliyekutana naye, unasema huyu mtu nilikutana naye kanisani, ile kwamba mtu ume kutana naye kanisani, haitoshi kumwamini kanisani. Ni kama gereji, kanisani ni kama gereji. Kuna magari ni mabovu na kuna magari ni mazima. Unaweza ukakutana na mtu kanisani akakupiga tukio mpaka ukashangaa. Unaweza ukakutana na mtu kanisani akakufanyia tukio mpaka ukasema ha, ili tukio alionifanyia hata wapagani wasingenifanyia namna hii. Lakini sasa, namna nyepesi ya kuepuka hao watu ni kujifunza kuomba. Yoyote atakayekuja kwenye maisha yako, kadha hujamkubalia, kadha hujamwamini na kadha hujampa nafasi, make sure kwamba unaomba unamwambia, Bwana Yesu, mtu huyu kama amekuja kwenye maisha yangu sio sahihi, ninaomba uniondolee. Ukijifunza kuomba maombi ya namna hiyo utaona watu ambao sio sahihi kwenye maisha yako wanaondoka, na watu ambao ni sahihi, ambao Bwana amewakusudia, ndio ambao wanakuja kwenye maisha yako. Wakati namalizia, ninakuombea katika jina, jina la Yesu Mungu akusaidie, wa akupe watu ambao ni sahihi, watu watakao kusogeza kwenye kesho yako, katika jina la Yesu Kristo. Kila ambaye yupo kwenye maisha yako ambaye ni rutu, katika jina la Yesu Mungu amuondoe. Kila ambaye yupo kwenye maisha yako ambaye ni uzia, katika jina la Yesu Mungu amuondoe. Kila ambaye yupo kwenye maisha yako, niona anayekuzuia kuifikia kesho yako iliyo njema, katika jina la Yesu Mungu akuondoe. Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akupe watu sahihi, Mungu akupe watu watakao kusogeza pale ambapo yeye amekusudia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akubariki sana, usiache kusubscribe kushare pamoja na kucomment. Umebarikiwa sana.